Wangapi wanafuraha kuwa uweponi mwa Bwana weza? Wewe ni Yanga, ni Simba, mpige Bwana Yesu makofi. Unajua, ukiwa uweponi mwa Bwana inabidi utulie tu, amina. Na amani ya Kristo, maandiko yanazungumza itawale mioyoni mwenu. Sema, amani ya Kristo siku ya leo itawale moyoni mwangu. Rudia tena, sema amani ya Kristo siku ya leo itawale moyoni mwangu. Unajua megundua tangia siku ya juzi ya kwamba kuna watu wengine amani zao hazijakaa sawasawa. Amen. Inawa sauti yako, napenda kumshukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mwana wa Daudi, tuna kila sababu za kuja mbele ya uso wa macho yako tukikuinua na tukikutukuza uliye juu ya mawingu uliyetukuka uliye mwaminifu na wakweli, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, tunasema asante Ebwana kwa jinsi na kwa namna ambavyo umeachilia kibali katikati yetu. Asante kwa kuwa ni kwa neema, Ebwana, tumeweza kutokea uweponi mwako katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu mwana wa Mungu. Baba, tunakutukuza kwa kuwa ni siku nyingine yenye neema, yenye heri, yenye kibali. Uwepo wako upo pamoja nasi katika jina la Yesu na watu wote tuseme hey, amen. Maandiko yanasema Yesu aliwahi kudokeza ya kwamba wanapokutana wawili ama watatu kwa jina la Simba na Yanga au kwa jina langu, kwa jina langu nipo katikati, katikati yao. Tumekutana hapa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Ndani uh, ya muda mfupi nimegundua Wakristo wengi sana hawaelewi kwa habari ya mustakabali wa huduma ya kinabii amen. Huduma ya kinabii inaweza ikakuepusha na majonzi na kilio, kama ukielewa jinsi inavyotenda, nini inavyotenda kazi. Kukinzana na maneno ya unabii ni kujitafutia maumivu pasipo sababu. Nimesemaje? kukinzana na maneno ya unabii ni kujitafutia maumivu pasipo sababu. Nabii ni mtu ambaye ameinuliwa kutabiri yanayofurahisha na kuweka bayana yanayoumiza. Nasema nabii ni mtu aliyeinuliwa kutabiri yanayofurahisha na kuweka bayana yanayo yanayoumiza, ili ujiandae usije ukaumia. Na siku zote miongoni mwa huduma zile tano, amen, ndani ya Kristo, huduma ambayo inakutana sana na vita vya maneno kinyume ni hizi huduma mbili, huduma ya kitume na huduma ya nini, ya kinabii. Kwa sababu wakati mwingine nabii anaponena, sio lazima anene yale ambayo yanakubalika mbele ya jamii ya watu. Ukiona nabii kila anachonena kinakubalika mbele ya jamii ya watu, huyo ni muhuni. Amen. Yaani, huyo ni mtu ambaye anaangalia upepo unaendaje. Haleluya. A genuine prophet is called to be fought. Nabii Arisi ameitwa ili apingwe. Yako Nabii Arisi ameitwa ili, ili apingwe. Lakini haijalishi utampinga vipi nabii? yale ambayo ameyasikia kutoka kwa Bwana lazima yatimie. Kwa hiyo hali yako ya kumpinga mpaka wa mafuta wa Bwana nabii haitobadilisha matokeo. Kwa hiyo napenda ujue, tunapotabiri hatutabiri maoni yetu mambajinayako nabii, anapotabiri hatabiri maoni yake. Ni eidha anatabiri mapenzi kamili ya Mungu, sawa? Ama anatabiri mambo ambayo hata kama sio mapenzi ya Mungu, Mungu ameyaruhusu yatokee. Hivi vitu viwili unatakiwa kuzingatia: ni eidha nabii anatabiri mapenzi kamili ya nini? tunapozungumzia mapenzi kamili ya Mungu ni Mungu anataka nini na ameamua nini? Amen. Lakini yako mambo ambayo Mungu anaweza akayamua yatokee na sio mapenzi yake. Unakumbuka wakati shetani anazungumza na Ayubu, anazungumza na Mungu kwa habari ya Ayubu, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, shetani aka Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi? akasema nilikuwa nimetoka kuzurura dunia nzima, nimeshindwa kufanya chochote kwa sababu umemwekea ulinzi yeye na mali zake. Ayubu atakucha wewe. Akasema, hebu ngoja, labda niruhusu lusu kitu kiwe, amen. Akamwambia okay, fanya unachotaka kufanya, kasoro tu roho yake usiiguse. Je, yale alikuwa ni mapenzi kamili ya Mungu? Aliruhusu. Sema aliruhusu. Na ndio maana shetani alileta sintofahamu zote na kumpiga magonjwa asio na dawa, lakini Ayubu akufa? Clap your hand for Jesus. Mpigie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo tunapotabiri kwa mfano habari za Simba na Yanga, matokeo ya mpira hatuweki mawazo yetu. Amen. Nilikuwa naambia mke wangu leo, mimi niliacha mambo ya ushabiki wa mpira na kucheza mpira nikiwa darasa la nne. Lakini ajabu inakuja pale ambako Mungu anazungumza nami kwa habari ya mambo ya nini? ya mpira. Na nikamwambia tarehe mbili mwezi wa pili, si ndio? Nikaona nikaona watu, sema nikaona watu. Wana wanaongea wana kinyume na watumishi wa Mungu wanaotabiri mambo ya ya mpira. Ah, wanatabiri mambo ya mpira. Eh, ni eh, manabii wa uongo. Kwa nini wasizungumze hivi na hivi? Haleluya. Alafu mimi nikawafuata nikawaambia, nikawa naangalia. Baadaye wakaacha kuongelea vibaya watumishi wa Mungu. Wakaanza kuongea wenyewe, leo hii tunawachapa goli tatu. Nakwambia munjie kwamba leo tutachapa goli tatu. Tunawapiga goli ngapi? Nikawauliza, nyinyi mmekuwa mkipambana na watumishi wa Mungu, si ndio? Eh, wanatabiri nyinyi hapo mnafanya nini hapo? Amen. Alafu wakati nawaambia hivyo, nikasikia sauti kutoka mbinguni. Amen, ya kwamba ukweli ni kwamba utasikia Simba amen inapata ushindi mwembamba, zidi ya nani? Zidi ya Yanga. Haleluya, ehe, angalia nisikiza kwa makini. Ule unabii ni wa tarehe mbili. Mpira ulitakiwa uchezwe jana, tarehe ngapi? tarehe nane. Muda wote sikuutoa nikuwa nao tu, lakini nikaanza kupata msukumo, unatakiwa uachilie unini nini, unabii. Nikiwachilia tarehe sita. Mmeona, matusi huko kwenye mitandao ya kijamii wale wale ambao hey, watumishi wanatabiri nini? Lakini wao wakikaa na wao wanataka watibili, watabili wao, wakati wao sio manabii. Leo tunawachapa goli ngapi? Amen. Kwa leo, miongoni mwa mambo mengine nitazungumzia kwa habari ya kuahirishwa kwa mechi ya Simba na nani na Yanga mpigie mwana Yesu makofi. I say clap your hand for Jesus. Ntazungumzia mambo kadhaa kadhaa, na nitakupa ufahamu, kwa sababu kilichotokea kuahirishwa kwa mechi ya Simba na Yanga kinaweza kikabadilisha upepo Amen. Lakini ndivyo maisha ya watu wengi, maisha yao, kuna namna ambavyo wanashindwa kuelewa majira na nyakati, si ndio, eh Alafu mambo yanage mambo yanageuka.